Naitwa Dkt. Elias Kulwa, daktari wa afya ya kinywa na meno kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Leo nitaongelea sababu mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikapelekea fizi kutoa damu. Sababu ya kwanza kabisa ambayo ni kubwa ni kutozingatia upigaji wa mswaki vizuri. Kutokuzingatia upigaji wa mswaki vizuri unasababisha mabaki ya vyakula kubaki kwenye meno. Mazingira haya yanasababisha bakteria walioko mdomoni ambao ni normal flora wanaenda kwenye yale mabaki ya vyakula. Lakini pia madini kutoka kwenye mate pamoja na vyakula tunavyokula kwa pamoja vinaenda kutengeneza layer ngumu ambayo inakaa kwenye meno. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita calculus. Layer hii inakuwa ni mchanganyiko wa wadudu, madini pamoja na mabaki ya vyakula. Vikikaa kwa muda mrefu kwenye meno, vinaanza kupelekea fizi kutoa damu. Kivipi? Kwa sababu kuna wadudu wanaoshambulia fizi. Kwa katika hatua ya awali kabisa, fizi zitaanza kuonekana kama nyekundu kidogo, maumivu kidogo au zimevimba lakini hali ikienda mbali zaidi zinaweza zikapelekea jipu kwenye fizi lakini pia meno, meno, meno kulegea. Kwa hatua ya awali kabisa fizi zitaanza kutoa damu wakati mtu akipiga mswaki, lakini ikienda mbali zaidi fizi zitaanza kutoa damu mtu akiwa anatumia akiwa anatumia vyakula, lakini baadaye kabisa fizi zitaanza kutoa damu zenyewe. Lakini pia sababu zingine ambazo zinaweza kupelekea fizi kutoa damu, kuna magonjwa ambayo yanaweza kushambulia fizi kama magonjwa ya leukemia lakini pia magonjwa yanayo affect mfumo wa damu, blood clotting disorders zinaweza zikapelekea fizi kutoa damu. Lakini pia hali ambazo zinaweza zikamtokea mtu, watu wanaobalehe, wamama wajawazito, pamoja na wamama wanaoingia hez au wamama waliokoma kuingia hez, kuna mabadiliko ya hormones mwilini inaweza kupelekea fizi kuvimba au kutoa damu. Lakini pia sababu nyingine ni matumizi ya nguvu nyingi wakati wa kupiga mswaki au wakati wa kufanya dental flossing inaweza kapelekea fizi kutoa damu. Kuna sababu zingine, magonjwa mengine kama magonjwa ya pressure, wagonjwa wanaotumia dawa za pressure pamoja na dawa zingine ambazo wanatumia wagonjwa wetu, blood thinners, zinaweza zikapelekea fizi kutoa kutoa damu. dalili zake sana sana, tukianza na sababu ya ya kwanza ambayo inatokana na kutokupiga mswaki vizuri, fizi zinaweza zikawa zinatoa damu kidogo mtu akipiga mswaki, lakini baadaye fizi zinatoa damu zenyewe bila kupiga mswaki. Kunaweza kukawa na maumivu kidogo au fizi zikatoa damu, meno kulegea, sababu kama hizo. Matibabu yake matibabu yanahusisha yana, yana, yana kusafisha meno vizuri, lakini pia baadhi ya minor operations zinaweza zikafanyika kurekebisha meno yaliyolegea, lakini pia fizi zilizoshuka chini.